Katika kila baa uh -huh. Kuna viumbe wa ajabu kabisa mm. Kila baa iko na viumbe vyake, kila mmoja na kila mmoja uh -huh. ana tabia yake <laughs> so kama yeye ni mlevi jiulizo ko jiulizo jiulizo ko hmm? wapi kuna kuna mlevi mshamba uh-huh. mlevi ula, mshamba ula, ula. ni ule mwenye anakunywa siku moja, alafu anaanza kusema mi sishikiki leo, alafu anauliza bei ya kila kitu mara tatu, alafu anaimba nyimbo za kitambo kwa sauti kali sana sana sana zile, sana sana, zile nyimbo za TBT anaimba na sauti ya juu kabisa. Huyo ni mlevi mshamba Chana naye, huye ni shamba huyo, atakuzingua atakuaibisha, chana naye <laughs> Alafu sasa, kuna wale walevi wataalamu hasa. Hawa wanakunywa bila kubadilika uso, anajifanya wazungu. Wanasemaje? wanasema kono izu kono izu, kitu kama hiyo. Hii bia imekataa, hii bia imekaa kama, hii bia imekaa kama anajifanya tu yani, level tofauti an kazi yake, anawashauri watu bila kuombwa tu hizi kishika ah, anaanza tu kushauri tu lev wataalamu <laughs> alafu sasa kuna mlevi philosopher huyu hmm. Bana akishalewa kidogo tu uh -huh. Kaka maisha ni safari bana, yani ashaanza tayari philosopher. Kaka maisha ni safari sana anaanza kutoa ushauri wa mapenzi, na ajui hata jina lako, hajui unatoka wapi, hajui unaishi wapi. Anaongea deep, anaongea vitu deep, lakini ana point? Hana kabisa point. Mlevi philosopher huyo, hmm. Alafu sasa, kuna mlevi mtunza amani, ye hapendi vita, y akilewa anapenda kutunza amani yuko busy kutenganisha watu bila sababu bro, wewe ni ndugu yangu, hakuna kupigana. Lakini hakuna anayepigana mbona? <laughs> Wewe ni ndugu yangu, hakuna kupigana, lakini cha kweli ni kuwa hakuna anayepigana. Levi mtunzamani.